alikuja hapa kwa ajili ya kupata ushindi na tumepata ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu e, tunawapongeza wachezaji wetu, na wamepambana kadri wanavyoweza kupambana, na mwalimu amefanya mabadiliko makubwa ya kikosi, na wale ambao amewapa nafasi leo wameonyesha kile ambacho walichokuwa nacho. Tumepata ushindi wa magoli matatu, tumesonga mbele. Sisi kwetu tumetimiza malengo yetu, tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Ilikuwa ni mechi ngumu kwenye pitch e. Kwenye nje hivi ulikuwa unaitazama kama ni mechi nyepesi, kwa sababu ni Simba dhidi ya TMA e, Simba dhidi ya timu ya championship e, Simba dhidi ya wachezaji ambao hawana uzoefu mkubwa. Lakini ndani ya pitch ilikuwa ni tofauti kabisa. Wachezaji wachache wenye uzoefu waliokuwa nao waliweza kuonyesha klasi yao, wakina Kapera, wakina Sabilo, wakina Siraji waliweza kuonesha ubora wao, waliweza kuwaongoza wenzao vema na hatimaye wakatoa upinzani mkubwa. Kwa hiyo kwenye pitch ilikuwa ni mechi kubwa, ilikuwa ni mechi ngumu, ni mechi ya kimbinu na of course wapinzani wetu waliweza na wenyewe, kuna wakati mliona walikaribia kabisa kupata bao. Maana yake ni kwamba haikuwa mechi nyepesi hata kidogo, na kila mtu ameona ugumu wa mchezo huu. Ahmed, Ahmed, Ahmed bwana kwanza unaweza ukatuelezea performance za nyota mbalimbali ambao kwa muda mrefu hatujawaona, kwa hiyo umepata nafasi ya Kisali, tunaona pia Kidini na wengine, kuna Omar Omar. Ya, yeah, eh, uh, mechi kama hizi uh, mwalimu anajaribu kufanya mabadiliko makubwa ya kikosi ili kumpa kila nafasi mchezaji aweze kuonesha uwezo wake. Tumeona mechi ya leo ilikuwa na mabadiliko makubwa eh, ukiachilia golini ambako ni mechi ya pili anacheza Ali Salim, lakini sehemu nyingine kumekuwa na rotation ya kiwango cha hali ya juu sana. Mwalimu anajaribu kumpa kila mtu nafasi aoneshe uwezo wake, lakini wale ambao wametumika sana mwalimu anajaribu kuwapumzisha kwa sababu tunakoelekea ndio ndio kugumu zaidi. Na wale ambao wamepewa nafasi hii leo, uwezo mkubwa, tumeona kiwango cha hali ya juu mno cha Valentine Nouma, kiwango cha hali ya juu mno cha Awesu Awesu, tumemwona Joshua Mutale, Budo SGR, tumemwona kila mtu ambaye amepewa nafasi ameonyesha kile ambacho alichokuwa nacho, na kwetu inakuwa ni faraja, kwa sababu kila mchezaji anaweza kutumika ndani ya Simba na kutoa matunda. Ahmed, mmemaliza mchezo wa FA salama Ratiba inaonyesha hmya mchezo upo, mchezo upo. Ametimiza majukumu yake Joshua Mutale kwenye mechi ya leo. Uh, light kama angekuwa amekosea sana kwa kiwango hicho naamini mwalimu angemfanyia mabadiliko kwa sababu nje bado kulikuwa kuna watu wengi. Kitendo cha kumaliza dakika tisini maana yake ni kwamba mwalimu ameridhika na performance yake, lakini na utekelezaji wake wa majukumu kwa dakika zote ambazo wamecheza. Kuna wakati e, shabiki unaweza usione kile ambacho mwalimu anakiona, lakini tunamwamini mwalimu wetu e, kila anayempa nafasi anampa nafasi kwa malengo yake. Kila anayemchagua kwenye mechi husika anakuwa na malengo yake. Kwa hiyo eh, kwa Joshua Mutale na wengine wote ambao wamecheza hii leo tunasema tu kwamba wametimiza majukumu yao na timu imepata ushindi. Sisi kwetu ni furaha kubwa kweli kweli. Maandalizi Ya baada ya kumalizana hii leo na, na TMA, tunarejea tena kesho Jumatano katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi na mazoezi kuelekea mechi yetu dhidi ya Dodoma Jiji. Ni moja kati ya mchezo mgumu sana tunakwenda kucheza siku ya Ijumaa tarehe eh, kumi na nne. Kumekuwa na upinzani wa kudumu eh, kati ya Simba na Dodoma Jiji kila mmoja nakumbuka mechi yetu ya kwanza na wao pale kwao, pale kwao Jamhuri Dodoma, ilikuwa ni mechi tafu kweli, kweli mechi ambayo iliamuliwa na bao moja pekee. Lakini kama haitoshi kwa siku za hivi karibuni tangu Dodoma Jiji wametoka kwenye, eh, kwenye, kwenye, kwenye majanga ya ajali wamerudi na ubora wa hali ya juu mno wameshinda takriban michezo miwili kama niko sawasawa sawa. Hii maana yake ni kwamba viwango vyao ubora wao ni mkubwa kuelekea katika mechi yetu. Na kama haitoshi wanakocha mzuri Mike Metsime, wana wachezaji wengi wazuri wenye uzoefu wa kutosha ambao wamecheza e, ligi hii kwa muda mrefu, na hapo wanakuja kuproduce mechi nzuri na mechi ngumu sisi na wao. Nichukue tu nafasi hii kualika na kuwaita wanasimba e, tarehe kumi na nne tuje kwa wingi hapa, hapa katika uwanja wa KMC, tuje kwa pamoja tupambane, tuiwezeshe Simba yetu kupata alama tatu mbele ya timu ngumu ya Dodoma Jiji. mpaka nitakapopata taarifa mpya. E, mechi ya leo mwalimu alichagua kuwapumzisha Shemalon Kamara pamoja na Mozamir ili waendelee kuwa timamu zaidi. Kwa hiyo baada ya hii leo nita consult na jopo la madaktari watueleze kuna kipya kinachoendelea kati ya wachezaji hao watatu, yaani watakuwepo mechi ya Dodoma Jiji ama watakosekana kwenye mchezo huo, yeah. Boa ah kinge toboa? Nilikuwa nafikiria swali lako ah ah swali tu lako, hauna swali? Bumba bumba tu. Ahmed, kwa namna leo mle, wacha TMA nao walikuwa wanapiga mpira. Ni kumfungua full booster au namna, wacha mko enjoy kulingana na mazingira ya mifungo eh, Ramadhani, Paresma wachezaji wengi wanakuwa kwenye mfungo huo kwa hiyo eh, intensity yao na energy yao inakuwa sio ya asilimia mia moja. Kwa hiyo unachofanya ni kucheza kwa malengo, unaingia, unatafuta mabao yenu. Baada ya hapo mnatulia, mna relax, mnasubiri dakika 90 zimalizike, ili wachezaji waendelee kuwa na, na, na utimamu. Ee, ingekuwa watu wamekula wameshiba, wangeweza kubishana kwa nguvu sawa kwa dakika zote tisini, lakini kwa kuwa watu wapo kwenye mifungo, basi wanacheza kitaalamu, wanashtua tu kidogo, baada ya hapo unakuwa na uhakika wa kuchukua alama tatu ama kwenda kusonga mbele, una, una, una, una, unaelekea hatua inayofuata. Na kubumbabumba lipo ya kombe la CRDB hatujalichukua kwa muda mrefu e. Mafanikio yetu kwa miaka ya hivi karibuni imekuwa ni kuishia hatua ya nusu fainali. Tumecheza nusu fainali mbili, moja Mwanza tukatolewa, nyingine Mtwara tukatolewa, na mwaka jana tukatolewa hatua ya kumi na sita bora dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo miaka mitatu bila kuchukua kombe hili ni miaka mingi kwa timu kubwa kama Simba, hivyo hatuna budi pamoja na kwamba tunajenga timu lakini hatuna budi kupambana kuchukua kombe hili kwa maslahi ya mashabiki wetu, eh, haijashika siku zote sikula dako.